Naitwa Mariamu, ni binti wa pekee kwenye familia yetu. Kutokana na ugumu wa maisha kijijini, umepelekea nije mjini kutafuta maisha. Kwa yale amenikuta ya mjini na juta. Natamani nizirusishe siku nyuma. Baada ya kufika mjini, nikapanga chumba na kuyaanza maisha. Sikuwa natamani kuwa na mpenzi, malengo yangu hayakufanikiwa. Nikajikuta nadondokea kwenye penzi na jirani yangu, tukawa wapenzi, tukaanza kuishi chumba kimoja, vitu vyangu tukachanganya na vyake. Majirani walijitahidi kunishauri juu ya mwenendo wa tabia za kijana huyu, mimi sikuwasikia, nikaziba pamba masikioni huenda ningewasikia wapangaji wenzangu, nisingefikia hatua hii niliyofikia leo, mimi wa kutamani kunywa sumu kweli. Hebu tuendelee na simulizi yetu. Kelvin ndilo jina la mpenzi wangu, alikuwa mzuri na mtanashati, ameajiriwa ni kuuza duka la vipodozi. Hapo mwanzo Kelvin hakuonyesha makucha yake mpaka miezi mitano ilipopita. Kelvin akawa wa kurudi usiku tena, amelewa. Akirudi ananitukana matusi ya nguoni, mara aseme sina lolote kitandani, mbele ya wapangaji wenzangu. Hakuona aibu kunitukana na kunidharirisha. Cha moto nikaanza kukiona mimi. Huenda unajiuliza kwa nini nilishindwa kuondoka. Ukweli ni kwamba Kelvin nilikuwa nampenda sana, tena zaidi ya sana Yaani kwa kifupi, nimekufa nimeoza kwake. Mabaya anayonifanyia kwangu nachukulia kawaida. Kuna muda nikikaa na jilaumu kwa nini nilimpenda vile Kelvin mpaka na kuja kupata matatizo makubwa. Kila siku niliamini huenda Kelvin angebadilika, lakini wapi. Akaanza kuleta mpaka wanawake nyumbani, tena na mimi nipo. Hebu fikiria mpenzi wako ameleta malaya kwenu, na walala sebuleni, wewe chumbani. Sio kulala tu, wanakesha wakipeana raha za kikubwa. Uvumilivu ukanishinda, nikaamua kuondoka. Ya nini kuendelea kukaa na mwanaume asiyenipenda? Nikaanza maisha upya, lakini kumfuta Kelvin moyoni mwangu ndiyo ikawa ngumu kila wakati na mwaza yetu sijui, alinipa dawa. Nikaendelea na majukumu yangu. Baada ya miezi mitatu kupita bila ya kuwasiliana na Kelvin, siku moja akanipigia simu, akawa analia mno. Saa ngapi sijamwonea huruma? Nikamuuliza Kelvin, kuna nini? Akaniambia ameninisi sana na anatamani turudiane. weye moyo wangu uliruka furaha, ikarudi upya. Mwanaume nimpendaye ameniomba msamaha, kwa kuwa nampenda Kelvin, ikanibidi nikubali. Si nikakubali kurudiana naye, majirani wakashangaa kuniona nimerudi tena, wakanipatia jina la king'ang'a wa taifa na kweli Kelvin akaonyesha mabadiliko chanya, akaacha tabia zote mbaya alizokuwa nazo. Maisha yakasonga. Baada ya miezi mitatu, nikashika ujauzito. Nilifurahi mno, maana muda si mrefu nitaitwa mama. Nilipomwambia Kelvin, na yeye akafurahi. Vita ikaanza upya baada ya kumwambia tuanze kliniki, Kelvin akawa mkali balaa. Siku moja ikanibidi niende mwenyewe kliniki. Ndugu msikilizaji, siku hii sitoisahau maishani mwangu. Nilipofika kliniki, nikafanyiwa vipimo, miongoni mwa vipimo kilikuwa kipimo cha virusi vya ukimwi. Kwa kuwa najiamini mimi ni mzima, na kipindi nafahamiana na Kelvin tuliwahi pima tukawa wazima, nikajiamini kupima baada ya muda mfupi kupita, majibu yakatoka. Nyie si huwa mnakimbia majibu? Mimi siku hiyo sikuogopa hata kidogo. Nilipoingia kwa dokta, majibu niliyokutana nayo yakanifanya nizimie kidogo. Niliambiwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Niliporudisha fahamu, nikapewa ushauri na saha wa mwanzo, halafu nikarudi nyumbani. Ui, ii, najuta mimi, naumia mimi, nakufa mimi, huwezi amini. Nilikuta vitu vyote vya ndani vimebebwa, Kelvin amebeba kitanda, vyombo, kwa kifupi nyumba imebaki nyeupe pee. Nikaumia mno, ukizingatia nimepewa majibu ya ukimwi. Nikiwa nimesimama ndani, kando yangu nikaona barua nikaichukua na kuisoma barua. Imeandikwa na Kelvin, inasoma hivi: huu ugonjwa hauwezi niua peke yangu. Ukweli ni kwamba mimi ni mwathirika. Najua baada ya kwenda kliniki utakuwa umepewa majibu. Tulipoachana ndipo ukimwi niliupata, nikaona nikugawie na wewe ka ukimwi kidogo, na ndiyo maana nikakuomba msamaha mimi sikupendi na sikuwahi kukupenda. Nimebeba kila kitu, pambana na maisha yako, mimi na wewe basi tena. Niliumia mno, yaani Kelvin kaamua kuniambukiza ukimwi kwa makusudi. Nikajifungia ndani nikaandaa kitanzi, sikuwa na tamani niendelee kuishi kwenye ulimwengu huu wa watu wenye roho mbaya. Kelvin kaamua kuutumia udhaifu wangu kwake akaniambukiza ukimwi. Nitakuwa mgeni wa nani mimi? Nitawatazama vipi wazazi wangu? Nilitamani kujiwa lakini sikuweza nikawakumbuka wazazi wangu, nikakumbuka na ujauzito. Nilikaa ndani peke yangu, nikalala sakafuni, si unajua vitu vyote havipo Nje nikawa nasikia majirani wananisema kwa kuachwa na Kelvin. Laiti kama wangejua nimeachwa na kuambukizo ukimwi sijui ingekuwaje. Nikaanza kuishi maisha magumu, na kula dengeni na kulala juu ya boksi. Nikaanza kliniki ya waathirika. Sikutaka kukata tamaa na maisha, hatimaye. Nikapata kazi inayonilipa vizuri nikapata pesa za kununua vitu vya ndani. Mungu akasaidia, kwa sasa nimepata mtoto wa kiume, nimempatia jina la Onesmo. Ndugu msikilizaji, nimeamua kukuhadithia simulizi hii ili ujifunze na kukwepa mitego niliyonasa mimi. Kurudiana na mchumba wako mliachana sio kosa ila kabla ya kushiriki tendo la ndoa inabidi mfanye vipimo. Sitamani kusikia matukio kama haya yanajitokeza tena. Ukijigundua una maambukizi ya virusi vya ukimwi inatakiwa umshirikishe mwenza wako. Asante kwa kusikiliza simulizi yangu fupi. Subscribe chaneli yetu ya Simulika uwe wa kwanza kupata simulizi zetu.